Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo kanda ya kaskazini, kusini, magharibi, pasi na shaka kuwa sahau watu wa mashariki njoo hapa tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee tunapoweza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nikutoe shaka na nikwambia ya kwamba Chapesa Media ndio sehemu sahihi tunapoweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi nimekuwa hapa na niko hapa tena ninaendelea kuwasili hapa, hapa. Niye na madhumuni yangu nikupashe na nikuhabarishe mambo mbalimbali mbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Jo, hapa tuzungumze mawili matatu na mzee wangu wa kuteseka, atuambie anateseka kwa namna gani haswa, baada ya Simba Sports Club kumaliza ndani ya dakika 90 kwa sare ya bao moja kwa moja, pasi na shaka wamefuzu kuelekea katika hatua inayofuata mzee wangu, mzee wa kuteseka, uko poa? Niko poa baba, uzima upo, alhamdulillah, afya lakini fresh kabisa. Eh bwana, nianzie hapa mzee wangu, mnateseka kiasi gani na Simba yenu? Jana mmeiona Simba yenu, Simba. Sisi hatuteseki hmm. wala hatuteseki hata kidogo kwa sababu sisi ukiangalia mpaka sasa hivi mm. timu, kwa sababu bado kocha haina mm -hmm. na kocha ametuweka ametuacha pahali pabaya sana mm -hmm. lakini yote heri mm. kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi kwa vile, kwa wangu alichokionesha kwa Simba hakituridhisha, lakini kwa kweli sisi tumeridhika. Simba aeli hakituridhisha kwa kweli eh, Simba ya. Eh, kwa sababu lakini sisi wenyewe tunafahamu tatizo ni nini, <tastik> tatizo kwa sababu ni kocha hamna, kwa <tastik> hiyo tunatarajia kwamba viongozi wetu wanatupatia kocha hmm. Timu itakaa vizuri eh? Timu itakaa vizuri kwa sababu wee angalia, hamna kocha hmm. Lakini timu tayari te imeshaingia raundi ya pili eh? Eh, kwa hiyo sisi tunatarajia kama kocha atakuja eh. Nusu fainali. Kwani jana Simba imechezaje? Hii tu iweke wazi. Aki kweli hatukucheza vizuri kwa sababu ukiangalia wachezaji walikuwa performance zao likuwa, likuwa ni ndogo sana, ukiangalia yani, na hawapo uwanjani, kwa sababu ukiangalia kama magoli mawili yale pale n yani ya kumaliza mechi kabisa ndo kama vile. Kwa hiyo ndo ndo ilivyo, wachezaji nao ni wa binadamu, kwa hiyo hatuwezi kuwalaumu. Wakiangalia kocha hawana, siku zote ukishaweza kuendeshwa basi, kwa yule mtu kukuendesha hayupo yani lazima yani lazima uzofike tu ufike. hmm. eh. Bwana Jean Chalet Awa anakosa nafasi mbili za wazi. Tuanzie hapa. Shida nini haswa kwenye eneo la umaliziaji ndani ya Simba Sports Club? Ni pressure tu. Yaani yule ni pressure, hakuna jambo jingine, mm. Ile anatakiwa atulie anapofika golini atulie kwa sababu sio kama matokeo. Au mambo sawa umecheza vizuri baadaye kwanza lakini sio kama matokeo, ili tusonge mbele mm. Yeye anatakiwa atulie. Huyo pressure aache. mm. Eh, bwana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan namgombea nafasi ya kiti cha urais kwa msimu wa mwaka 2025 mpaka 2030 daktari Samia Suluhu Hassan aliweka motisha kwa michezo yetu hii. Simba Sports Club hawajachukua pesa kutoka kwa mama katika mchezo wao wa hapo jana, kulikoni? Ah. Mbona Yanga kachukua nyumbani na ugenini, Azam anachukua nyumbani na ugenini, Singida kachukua nyumbani na ugenini, Simba kachukua ugenini. Kwa nini nyumbani hajepewa tena? Ah, labda pengine bado labda muhusika labda alikuwa hayupo kwa sababu hawezi, hawezi kukataa Simba kwa sababu yu... hayupo wakati Simba hajashinda. Sasa mama ili utoke lazima upate matokeo yeah, mesim... mama hana mbambamba. Sasa goli moja si la ushindi a, kwa sababu tumetoka suluhu na kusema haya kusema suluhu yaani kila goli a, yani ni like, milioni tano lakini ah, sisi ukipata ushindi bwana, ah, goli la mama. Bwana amesema goli, hajasema ushindi. Mama atakuwa atoe atoe, kwa sababu yeye kasema kila goli eh, ni milioni tano eh, so ushindi? Eh a -a, kila goli eh, milioni tano. Goli moja la mama likiingia goli, goli, goli, liki goli bwana hebu warekebishe wa, wa Kiswahili basi. Eh, Kiswahili maana yake nikiingia goli. Tayari goli limeshakuwa. Ila ushindi maana yake uongeze magoli. Eh. Kwani ukishinda moja bila si umepata matokeo? Ah ah, lakini ukishinda moja bila unapata matokeo. Lakini ukishinda moja moja na matokeo na matokeo umeyapata kwa sababu si tumeenda. Yaani kwa tuseme ushindi. Mama, toa hela hiyo. Mnalazimisha hela, mama. Mama, toa hela kwa sababu sisi tunakutakia mema. Ili upa miaka mitano tena sisi ayu, kama, hiyo haina shida kwa mama. Sisi kama wana Simba, sisi tunamwambia tena miaka mitano kama kawaida, kwa sababu pesa zake bado tunazitaka mama. Mama yeye atatoa hela kwa sababu yanamhusu, kwa sababu yeye hajasema ukipata ushindi hey. Ha, ha, kasema goli milioni tano. Kwa hiyo goli goli imepatikana na ushindi, sisi hmm. Hey, tumeendelea Eh, bwana Simba mmesuruhu, lakini pia vile vile mmefanikiwa kufuzu, pengine labda kwa namna ambavyo mmeziona dakika 90 za kwanza mkiwa kule nchini Botswana, dakika 90 pia hizi za pili. Mnasemaje wana Simba, mnaiona wapi Simba yenu kwa namna inavyocheza kwa namna inavyoscore, lakini pia vile vile kwa namna inavyokuwa ikifanya rotation Yaani Simba iko vizuri sana, ina wachezaji wazuri sana. Yaani wachezaji aina yoyote anaingia sasa hivi, yani Simba ni nzuri sana. Isipokuwa Simba sasa hivi tatizo ni kocha. Akishapatikana kocha, ile yani ile timu utaisahau kwa sababu wewe ukiangalia ile timu inacheza vizuri. Lakini sasa tatizo muongozaji hayupo. Kwa hiyo anatakiwa muongozaji awepo ili ipatikane Simba bora. Na sisi tunakwambia tena. Tukipata bocha, kocha aliko mzuri, sisi nusu finali unafika. Eh? Nusu finali tunafika. Kwa sababu kuna watu leo wanalalamika kwamba timu yao haichezi vizuri mm. Kocha yule sijui kama kama kama Christmas atafika eh? eh, au chaguzi chaguzi huu uh -uh. eh, kwa sababu ukiangalia ni kweli Yanga sasa na wao hawataka kusema baadhi ya watu wengine lakini na na na na wao vile vile kwa kwa kweli bado bado bado timu yao bado kama yetu, sisi tu. tu, Eh. Eh? Hiyo Yanga na Simba hamchekani ndio maana hakuna hakuna zogo sasa hivi. Hii tumshukuru Mwenyezi Mungu eh. Tumepata kwa kweli tumepata mechi kidogo kidogo ahueni mm. hata hivyo Simba kapata na kigongo lakini sio kikubwa sana. eh. lakini Simba ndo wataalamu hizo kazi. na ndio maana kwa kutoa tumeshinda kwa sababu kila mtu ana, ile, me, ile, ile, ile mechi yeah. ameiona kwamba wale yeah. jamaa wako vizuri yeah. isipokuwa finishing zao kidogo nao mm. hawako vizuri. hivi mara pap ndo wale watano wangepewa Young Africans ingekuwa. ah, Yanga ameshatoka ah. Yanga angemeshatoka kabisa yeah ameshatoka kabisa, wale hawaiwezi ile timu eh? Ile timu iko vizuri sana shehe yangu, alafu na nyenye ndo mngepewa wale, mliocheza na Yanga wale wangekula goli saba wale eh? Kule kule kwa wangekula goli saba hapa tano uh -huh. Eh, kwa sababu unapopata ushindi mara ya kwanza alafu baadaye tena una, tayari una ushindi uh -huh. Kwa hiyo sisi wale tungewapiga vibaya sana uh -huh. Na ndio maana sasa timu kidogo ya Yanga nayo imeyumba uh -huh. Lazima tukini yana Yanga nao imeyumba, bwana. Simba mnatafuta kocha. Kocha tunatafuta eh. uh -huh. Singida Black Stars wametoa taarifa na kusema ya kwamba Miguel Gamondi bado yuko sana ndani ya viunga vya Singida, Singida Black Stars. Hata Soa Soa alisema hivyo hivyo kama ni mchezaji wao halali mm, na hakuna, hakuna mchezaji yoyote mm, au kiongozi yoyote wa kununua mm, wa kumnunua mm, Soa mm. Lakini Soa leo anacheza Simba mm, au sio? eh. Kwa hiyo kama ni viongozi, kama anamtaka mm, anaondoka yule eh? Kaondoka yeah. he, he, <laughs> wakwetu, hela mchezo baba. Wakwetu kaondoka sasa. Hao bwana, wale wakimtaka Simba yule, yeah. yule akai eh mm. he. He, bwana, tuangazie hii taarifa bwana, ziko taarifa zinasemekana huenda Simba Sports Club amefungua mazungumzo ya kumtaka kocha wa MC Alja Rol Mokoyena, pengine mm. mnaona anaweza kwenda kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine Ah, uh, wapo wataalamu. Sisi sio wataalamu sana lakini, kwa vile kama wataalamu hapo wameshamuona, basi sisi tunatarajia kama aje. Kikosi cha Simba bado kizuri, wachezaji wazuri, kwa hiyo akija kifundisha vizuri timu ndio inafika mbali ile mm. Eh, mnaangalia Simba mnaiona ina shida? Ah, ina shida isipokuwa kocha tu ndio ndio ndio tatizo tatizo tatizo, eh kocha. Lakini alikuwa tatizo ah, uh, uh, yani sasa hivi kwa sababu kocha si aliondoka eh. na muda huu nilikuwa ni mchache hey. kwa hiyo ndo tatizo ni hilo tu hmm. Lakini tatizo, Simba haina tatizo hata kidogo. Wachezaji safari hii wachezaji wapo, akitoka huyu akiingia usafi. Eh bwana, hey. Hey, unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao wameikatia tamaa timu yao? Ah, tuwe pamoja tuwe pamoja hey. Wana Simba t kwa sababu timu yetu ni mzuri hmm. Na alafu mimi nawaomba kabisa tushirikiane na viongozi yeah, ili tupate timu moja mzuri sana katika mwaka huu tuchukue ubingwa. Unaiona Simba kuchukua ubingwa msimu, ubingwa, tukitulia ubingwa tunaopata, kwa sababu si timu yetu ni vizuri zaidi kuliko timu nyingine yote sasa hivi yeah. hey. Ni mzuri zaidi kuliko timu nyingine yote hapa Tanzania. Ongea na mashabiki sasa wa Simba ambao wameikatia tamaa timu yao. Au sio? Mashabiki hao ukiona hivyo, hao ni wa kuja hao, alikuwa mshabiki yoyote yeah. Hani hawezi kuikataa Simba kwa sababu Simba sasa hivi wachezaji wapo, akitolewa huyu akiingia e, huyu usafi. mm -hmm. huyu unafurahia akiingiaunafurahia wa mm -hmm. wana Simba tuwe pamoja uh -huh. tamaa Simba yetu uh -huh. na Simba yetu iko vizuri mm -hmm. eh. e bwana, nikushukuru sana na niweke nukta hapa nikutakie kira heri, ila nikwambia kwamba ligi kuu Tanzania Bara inaendelea tena, Simba Club atashuka dimbani siku tarehmo Inshallah tuko pamoja na inshallah tutashinda. Unaiona nafasi lakini ya kushinda sana sana, au mnakwenda kutoa dhahama nyingine zaidi ambayo ile mliitoa dhidi ya Fountain Gate? Tuko vizuri sana sisi eh. Mwenyewe ajiandae eh? wajiandae sisi tunacheza nao wajiandae eh. sasa hivi yaani hiviyani hatuna sa akili vizuri yn yani. eh? tunataka ubingwa huu hamna akili vizuri? eh tunataka ubingwa huu ah -ah. hatumone mtu aibu sasa hivi eh, eh, eh. shukrani sana mzee asante sana